Jambo kubwa ambalo mnatutuma ni juu ya umeme, kwamba umeme haujasambaa sehemu kubwa. Labda naomba pamoja na kwamba ni lazima tuyafanye, naomba niwaambie ni kwa nini haya yametokea. Ndugu zangu, ninyi mnakumbuka itope hii ilikuwa na vijiji uongo, kweli? tulikuwa na kijiji cha Kikusia kijiji cha Itope, kijiji cha Kandete na kijiji cha ni vitatu eh, na Ibanda. Baadaye tumekatwa wakasema, tuingie kwenye mamlaka mamlaka. Yani ni kwamba vile vijiji vilikuwa na vitongoji yani, hivyo vijiji vilikuwa na vitongoji vyake. Nakumbuka kulikuwa na nguwa, si wapi vingi mpaka pembe hapo, sijui wapi, kulikuwa ni vitongoji. Tulipoingia kwenye mamlaka, vile vijiji vikabadilishwa vikao vitongoji. Sasa wewe unalitoa likijiji lizima lenye vitongoji unalifanya linakuwa ni kitongoji, na sera ya serikali ilikuwa hivi, tufikishe umeme kwenye kila kijiji mwaka jana tuseme mwaka wa fedha huu unaoisha ndio tumeanza kwenda kitongoji kwa kitongoji, lakini sisi Kyela bado tulikuwa mbele. Naomba niwahakikishie wanaitope, sisi ni watumishi wenu, tuaminini. Hatujafanya makusudi wala hakuna anayefanya makusudi umeme usifike. Ndugu zangu, mahitaji ni makubwa. Zamani umeme ulikuwa unachukuliwa kama ni, ni maisha ya juu. Sasa hivi ni mahitaji ya muhimu kwa binadamu. Na Mheshimiwa Rais ameshaagiza ni lazima umeme usambae kila sehemu. Na sisi watumishi wake tutafanya hivyo. Na mimi nataka niwaahidi Itope ndugu yangu wa umesikia hapa, unaponikumbusha ninaposema umeme unakuja, hata nikisema vitongoji vinakuja kumi cha kwanza sema mbunge kumbuka Itope. Sitaki niongee mengi, tumesha kubaliana na wana Itope. Mnanijua mimi, niliahidi kwamba kitu ambacho sintakifanya ni kuongea uongo. Na kuna watu wengi wananiambia mbunge, hutadumu kwenye ubunge kwa sababu naongea ukweli sana. Na mimi nilisema, niliwaomba wanaitope wanakiela niwe mbunge na umri wangu ni mdogo kuwacha ubunge saa hizi. Na mimi ninajua, ili nisidumu kwenye ubunge, kuna jambo moja, ni kuwa mwongo. Kwa mfano leo ningesema tunakuja kuleta umeme kata nzima itaenea, leo mngeniuliza niulizanga Kenya kwa maso. Kwa hiyo mimi ninajua ni lazima uwaheshimu watu waliokupa heshima, na mimi nitawaheshimu sana. Jambo la pili hapa limezungumzwa, tumezungumza juu ya ujenzi wa shule ya sekondari Itope. Naomba niwaambie, sisi tunashirikiana, hakuna mtu atakayeleta pesa kutoka serikalini bila kupita kwenye mkono wangu, yeah. Ninyi ndio mlinipa mlini, mlini haya mamlaka na madaraka, mimi ndiye ninayemfikia rais. Mimi ndiye ninayesema, wakisema Itope nasema ndio tupeleke pesa, mm. Baada ya hapo wapo watu ambao wanatupokea chini, yupo diwani ambaye ndiye analia kilio akilia kwangu nalia na kwa rais lakini nae. wapo Mitano. wapo ndugu zetu wenye vitu vya wa vitongoji wanafanya nini? Wanafanya kazi ya kutuambia matatizo yaliyoko chini na kutuletea sisi. Kwa hiyo, nataka niwaambie, ili muweze kufanya kazi ni lazima kuwe na muunganiko. Lakini kuna swala mmelisema hapa kwamba mbunge huna wa kukusemea, sasa kama wanaitope mnajua kazi za mbunge zinazofanyika na kwamba hakuna kazi inaweza ikafanyika Itope bila mkono wa mbunge. Nahitaji kusemewa kweli, mambo sio yanajisema yenyewe. Kwa mimi nawaomba wanaitope, sio lazima tuje tujieleze sana sisi, tupimeni kwa vitendo, msitupime kwa maneno. Watakuja watoto wenu ambao inawezekana wanajua sana kuongea lakini kwenye vitendo wakawa sifuri. <coughs> Hao waogopeni sana. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu. Emile, wewe ulikuwa mwenyekiti wa kitongoji, nakushukuru sana. Hujawa kwenye kitongoji, lakini unashiriki kwenye kazi za serikali, unashiriki kwenye mikutano, kwa sababu unajua wewe pia ni mtu wa kusema mambo ambayo tumeyafanya. Mimi ninawaomba mtu mkubwa mwingine wa kumsemea anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yule mama msemeeni. Nawaambie ni watu, sifa tunazopata sisi sio za kwetu, ni kwa sababu tuna rais ambaye ukimwambia kitu anakubali, anasikia. Leo naomba niwaambie, tunazungumza hii barabara. Hii barabara tumezungumza hapa na wanaitoa pembeni, mmeona hili ni kero. Naomba niwaambie hii barabara ilifichwa na, naomba mkumbuke tarehe saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alikuja Dokta Samia hapa Kyela, nikasema maneno haya, nikasema: mheshimiwa Rais, barabara yangu ambayo nimeiomba ya Ibanda Itungi Poti Kajunjumele wameificha, hawataki kuitangaza. Ndipo waziri aliposimama na kusema hii barabara tunaenda kumpa mkandarasi. Sijui kama mnakumbuka, wanaitoka. Nimeona tu tukumbushane, hii barabara walikuwa naificha nisipate sifa kwamba nimejenga barabara kwa sababu wapo ambao walikuwekwa kule wameacha mizizi, walikuwa wanatumika tusifanikiwe. Lakini unamuumiza mbunge? Humuumizi mbunge, unawaumiza wana Itope, unawaumiza wana Kyela. Sasa kazi yangu ndugu zangu iliisha siku ile waziri alipotangaza kwamba sasa tunaenda kumpa mkandarasi. Baada ya hapo mbunge amemaliza kazi yake. Nimetaka tu niwaambie ufafanuzi leo. Swala la kutafuta mkandarasi, swala la kumlipa mkandarasi sio kazi ya mbunge tena. Ni kazi ya serikali. Mbunge hashiriki mahali popote kumtafuta mkandarasi. Bahati nzuri au mbaya akapatikana mkandarasi Mturuki. Mkandarasi ambaye alikuwa tapeli na mimi kama mnakumbuka, nilisimama bungeni, nilimuuliza waziri, huyu mkandarasi mna uhakika atafanya hii kazi? Akasema ndiyo. Lakini bahati nzuri, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na labda kwa maombi yenu, mimi ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundo mbinu Niliendelea kuishauri serikali kwamba huyu mkandarasi hawezi, kwa sababu tangu amefika, kwanza hana hata gari la kutembelea. Gari la kutembelea, nilimpa magari yangu mawili yote, atembelee bure, alishindwa kufanya mpaka service. Sijui kama mnakumbuka, na baadaye ndio nilisema mimi nitatembea kwa mguu acha. Mimi nilikuwa na maana yangu. Ukimpa mtu hapo, na ntawapa kisa kimoja, kiko hapa Kiela. Ukimpa mtu kama huyo, kesho kaenda kumwomba, ah, lazima tu atakubali. Mimi niliambiwa tu na mkuu wa mkoa, bwana, anakuja mkandarasi wako huko bado hajanunua magari, msaidieni Kiela apate magari hata ya kukodi, afanye kazi. Nikasema nitampa bure afanye service mpaka atakapopata magari yake. Kwa hiyo, waziri mimi amenihakikishia mwezi wa sita hautaisha, watakuja kusaini na mimi naendelea kumkumbusha. Haya ndiyo aliyeniambia waziri. Sio ya hali. Naomba mniaelewe haya. Lakini naomba niwakumbushe, tumejenga lami pale mjini. Nataka tu niwape kisa kimoja ambacho kilinifanya na huyu nimpe magari. Tangu mwaka 2000, tangu mwaka 1972 uwepo wa wilaya yetu tulikuwa na kilomita mbili pointi moja nane za lami pale mjini, ilikuwa ni vumbi na matope. Leo nimekuja mimi nikamwomba mheshimiwa rais, nikamwambia mheshimiwa rais, hapa ni kitovu. Wamalawi wakifika wanajua wamefika Tanzania, wakiona vumbi wanasema Tanzania kuna vumbi. Mheshimiwa Rais amenipa pesa, amenipa pesa nijenge lami pale mjini, ndugu zangu. Lakini na mimi nikajiongeza kulikuwa na wachina wanafanya kazi hapa, nikawaomba: ninaomba ndugu zangu, mimi sitaki hela ya kula, mimi ninaomba mnisaidie, tuongeze lami. Nikashirikisha serikali, nikashirikisha chama, nikashirikisha viongozi wote pale mjini tuliku sasa hivi nataka niwaambie, nimejenga mita mia nane katika mita saba, kilomita saba ilizojengwa, nimejenga mita mia nane ukipiga hesabu hiyo ni bilioni moja pointi tatu kwa hela za sasa hivi za ujenzi wa lami. Hizo ni za kwangu mimi, nje ya bajeti ya Tarura. Sasa tulichokuwa tunakifanya sasa hivi hakipo. Mnajua ni kwa nini? Yaani sasa hivi tulikuwa tumepanga na viongozi wangu kwamba mpaka kufika sasa hivi tulitaka tuwe tumefikisha kilomita moja na nusu ya lami nje ya bajeti ya serikali, lakini wamekuja wakandarasi ambao ni wagombea, huo mfumo umekufa. Sasa kuna mtu anafikiria ananiumiza mimi, anaiumiza Kyela ambayo ingepata lami zaidi. Lakini haijaishia tu hapo, tumewapa hao wakandarasi wajenge lami pale mjini karibu kilomita moja mita mia nane hazijajengwa mpaka leo. Wao wanafikiri wananikomoa mimi, lakini wanaikomoa Kyela. Lakini huku wakija wanagawa pesa. Sasa kama wanazo hizo pesa, kwa nini hawajengi lami za wananchi? Wanakuja kugawa huku hivi? Hao mnafikiri wana mapenzi na Kyela? Hao ni matapeli, wanachotaka ni biashara zao ziende. Na kama kuna mtu hapa anakuja hapa kuwadanganya, kwamba kuna watu wanafaa, naomba niwaambie sisi tunafaa zaidi kuliko wao. Naomba niwaulize jambo moja, wanaitope hivi, mimi hapa nilipo mnaweza mkasikia nimegombea ubunge Busokelo au nimegombea ubunge eh, labda tuende Lungwe. Kwa nini? kama kuna mtu aligombea ubunge huko kwenu aligombea, hivi navyozungumza, huyo wanao waletea, wanasema anafaa sana. Aligombea ubunge Sumbawanga, bahati mbaya, alipata kura tatu. Ulajua, na pia huyo mtu huyo anayegombea huyo, ah, mjumbu, mpaka anavyozungumza hivi, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya Sumbawanga. Sasa anakuja huku, ina maana maanastamalisa ififue kwa hiyo niwaombe, ndugu zangu, tusiharibu Kyela kwa sababu ya mambo ambayo hayana maana. Baba yangu, umezungumza mambo ya kila, ninakuomba Jumanne serikali inaenda kulijibu hilo swali, nimeshaiuliza serikali. Fuatilia vipindi vya maswali na majibu ya bunge, tutapata majibu mazuri ya serikali Jumanne. Kwa hiyo mimi sitaki niendelee kujibu zaidi.